Tunampongeza sana kwa sababu ametufanyia wa haki wananchi wa shehia ya Mkwajuni. Biashara zilikuwa zinafanyika nje ya eneo utaratibu, lakini hivi sasa tumepata soko jipya na ambalo lina kizi haja na kubwa. Sasa tunamshukuru sana dokta kwa sababu ametutendea haki na ametupatia sehemu ambayo ya kufanya biashara watu wa Mkwajuni na maeneo mengine. Namshukuru raisi, soko hili tunafaidika, tunamwahidi azidi kuendelea kutufanyia mazuri. Mheshimiwa wetu, tuko naye sambamba, azidi kutuboreshea Dr. Mwinyi, mitano tena, kwa hilo hakuna mjadala. Katika soko hili moja katika jambo la msingi ambalo limekuja kusaidia wananchi waliopo ndani ya jimbo la Mkwajuni na majimbo jirani, limeongeza uwepo wa fursa za kiajira kwa wajasiriamali wadogo wadogo ambao wanapatikana katika jimbo hili na jirani ya majimbo hili. Lakini la pili limekuja kurahisisha upatikanaji wa bidhaa muhimu sana zikiwemo viungo vya mchuzi pamoja na viungo vidogo vidogo ambavyo wananchi wa jimbo hili walikuwa wanavipata katika jimbo la Chaani kupitia soko la kimasini. Uwepo wa soko hili umekuja kurahisisha muinuko wa biashara na kuongeza kipato cha mwananchi mmoja mmoja, ambao kwa sasa wanahusika na biashara ndogo ndogo ndani ya k kama vijana tumefaidika na fursa nyingi ndani ya mkoa huu kwa sababu asilimia kubwa toka linaanza hili soko mpaka hivi sasa vijana tulikuwa tunaimarika katika shughuli za ujenzi. Hadi sasa vijana wapo kwa ajili ya kufanya biashara na kupata kipande chao ili mradi kuwa na maisha yao yanaendelea kwa hali iliyo kwanza. Katika uchaguzi ujao tutakuwa pamoja naye, hatutomosha mkono kama sisi ni wazee. Nashukuru. ikifika Oktoba 25 tusipoteze kura zetu kwa kwenda kupiga chama jirani, kwa sababu Dr Hussein Ali Mwinyi amemaliza na ametekeleza ilani kwa asilimia mia. Wito wangu kwanza ni kumuunga mkono Dokta Mwinyi na kumrudisha tena, kumpa miaka mitano mingine ili amalize kazi aliyoianza, sababu kuna kauli nasema, tulimpa kazi, amefanya kazi, tunamwongeza kazi.